Uh, Imelda alikuwepo bega kwa bega na yeye. Tumeamua tumtafute Imelda ili tuzungumze naye kwenye safari ya uhai wa Hawa, shida uh, yake matatizo yake mpaka umauti unamkuta, pia pengine aliwahi kuzungumza naye kabla umauti kumkuta, alipata kuzungumza naye kitu gani? Tuko na Imelda Mtema. Dada, pole na msiba. Asante tu, pole wote, kwa sababu Watanzania wote wamempoteza Tanzania mwenzao wamempoteza mtu aliyekuwa anamfahamu, wame mashabiki wamepoteza mtu ambao walikuwa wakimfuatilia kwa karibu kutokana na tatizo alilokuwa likimsumbua. Sawa, pengine uh, tuanze na safari ya Hawa. Ugonjwa wake rasmi ulianza wakati gani? Ameumwa sasa hivi takriban miaka nane lakini ulianza Tumbo linauma maana akapata stroke. Yani alipalize wakahangaika, akapona. Kwa hiyo nilikuwa na mlolongo mrefu lakini miaka minne iliyopita au mitano, nilikuwa ile muda kupasuliwa kupasuliwa kupasuliwa. Alianza kuumwa na tumbo kwa sababu ya nini labda nini, walikuwa wanataka atoe majibu kwa sababu fistula ya utumbo. Yaani kila mtu alikuwa na daktari, kila akimuona anasema yake, lakini mara mwisho alikuwa na fistula ya utumbo na hiyo ndio ilikuwa ikimsumbua tangu hapo mwanzo, okay, eh kwa sababu ilikuwa ndio namfanya anafanywa upasuaji mara kwa mara kwa sababu alikuwa anaenda anafanywa nakatwa utumbo anakuwa unaoza nakatwa kata unaoza nakatwa unaoza okay. mm. Sasa -sa. Na, na, na, matibabu yake hasa kwa fistula, ilikuwa kwa ajili ya fistula ambayo ndio ilikuwa inazungumzika ina alikuwa ina na ugonjwa huo kwa mujibu wa mwanzo, lakini alivyoenda kule alivyofika India, baada ya kumfanyia vipimo na waligundua kwamba yani, sasa sijajua ni hiyo ndio kundua kwamba utumbo wake ule mnene mm do ulikuwa umean ulikuwa haufanyi kazi okay. kitu ambacho kwa kinasababisha sasa utumwa unakuwa unaoza, kwa sababu hata choo alikuwa apate kuakaa ingine miezi mitatu miezi minne hivyo ndo anapata choo tena kwa shida shidanzamani. mm. nifahamu kitu kimoja, kuna baadhi ya watu wanasema sababu ya hawa kuumwa alibeba ujauzito, uzito okay. Akajifungua operation na baada ya hapo Uh, baada ya ule operation ndio ikawa chanzo hasa cha yeye kuumwa mpaka umauti unamkuta. Kuna ukweli hapo? Hapana, kwa sababu mtoto wa Hawa na sasa hivi yuko form 4, maana ungeangalia ni muda mrefu na Hawa kaumwa tu miaka nane. Hmm. Na mtoto wake sasa hivi yuko form 4. Kwa hiyo hapana, yeye alizaaga tu mtoto wake vizuri. Show ulienda mpaka India, ulifunga safari ukaenda kule, hali ya Hawa ambao ulimkuta nayo na ile ambayo ilitoka nayo hapa nyumbani Tanzania ilikuwaje? Ah, hawa kwa kweli, nilivyofika hali yake alikuwa anaendelea vizuri sana na akaniambia, katika hali kipindi chote tumehangaika, sasa hivi Daimeda, nimetoboa. Mm. Mungu amenipa tena nafasi na, mm. na kama yani kufa sifi tena. Mm. Basi tukao tunaongea na nikaa najaribu sana kumdadisi kwamba unaona kuna utofauti wote, toka ulivyofanya operation zile zote, na yeye akasema kuna utofauti mkubwa mkubwa. Mm. Hii Mungu ametufanyia, anasema Mungu ametupenda. Hii Mungu ametupendelea. Okay. Mm. Um. Na na, na, na kipindi ambacho alikuwa kizungumza naye alikuwa kwenye hali gani labda alionyesha ule uhafu uhafu wa kweli labda? No, alikuwa kwenye hali nzuri, alipendeza sana. Mpaka nilikuwa namwambia namwambia, yaani unapendeza. Nikaniambia hivi, wewe weupe wa India. Anambia amna, tunaona hata mimi sipaki mafuta. Wewe mm. mwenyewe ndio umekuja hapa unaniambia baki paka mafuta hata miguuni, lakini sipaki mafuta, sipaki chochote. Mm. Kwa hiyo yani alikuwa tu amekuwa mrembo sana. Mimi nimeenda nikasema eh nikawa namtania, ngambia ukifika tu pale airport Dar es Salaam nakutana na, na maua hmm. na pete pale ya, ya uchumba, akawa anacheka hmm. Tukawa tunatania na tunacheka na ilikuwa na tuna okay. Na naendelea vizuri, kwa sababu tulikuwa a tunaweka mziki tunaimba, tunacheza, tunakumbuka nyumbani yani, ilikuwa yani sio mtu ambaye kwamba useme kwamba huyu uh, umauti utamkuta muda wote. Neno la mwisho ambao ulipata kuzungumza naye kipindi ambacho mnacheza mnaongea mlikuwa mnakumbuka nyumbani, mm. na kama nakumbuka, nilipata nafasi ya kuona video zenu mm. za pamoja mkiwa mnaongea, alikuwa akiwa analia. Nini hasa kilikuwa kinapelekea awe analia, ikiwa tayari alikuwa alishakuwa na afueni ya afya yake? Aha, yeah, hawa ni mtu wa hisia. kulia kwake ni kulia kwa hisia, yani akiwa anaongea kitu labda kushukuru labda kwamba Imelda umenifanyia hivi, anapata zile hisia ya kulia lakini si kwamba kwa nani alikuwa analia nalia kwa hisia sana, okay. na tulikuwa tunakumbuka, tuna tunafanya tu mchezo, sio no, tunaangalia kitu gani cha msiba. Akasema wewe ukifa ndio utalia mpaka unagalagala wewe, yani alikuwa tu anaongea yani, kama nakuona yani unagalagala chini unagalagala basi, tulikuwa tunataniana, okay. lakini haikuwa ni kwamba mtu unaona kwamba hii kwamba eti kwa sababu anasema hivi anaumwa, hapana. Akasema wewe wewe, tena unaonekana wewe ni kifa wewe utalia, kama nakuona utalia wewe yani basi akawa anasema natamani nirudi Tanzania tufanye yale mambo tulioahidi, tufanye vitu ambavyo tumesema tutafanya, maana alikuwa hawa, walikuwa na ndoto nyingi, yani sio mtu ambaye alikuwa anakata tamaa sema atakufa hivi. Alikuwa na ndoto nyingi, alisema ni mimi hapa nitakuja kuwa mtu mwenye hela sana, e, mimi ngoja tu nimalize nitakuja kuwa tajiri. Lakini tuko jua kile kuwa na ndoto nyingi, yani mpaka mwenyewe unashangaa yani. Mwingine angesema labda sitaki kuwaza maisha kwa sababu ya ugonjwa na upitia, lakini hawa walikuwa na alikuwa na ndoto nyingi mm. Sawa uh, Imelda tumeanza kuona mda mrefu ukiwa unapigania hawa mm. Lakini pia tumekuona kwenye safari ya India na huko ndiko ambako mau tumepata hawa. Hebu tukumbushe kidogo namna mlivyojuana na kali, lakini pia uh, maisha ya huko India yalikuwaje mpaka siku ambayo umepata taarifa kwamba amefariki kiwa wewe tayari umerudi. Hawa alivyoenda India, alikuwa anaendelea vizuri na uzuri, na wale wadada walikuwa yani, kiukweli yani, Mungu awazidi kuwa awajalie, yani kwa sababu walikuwa wanamsikiliza Hawa, kwa sababu alikuwa wanapenda, nataka unipikie noodles, anapikiwa. Anasema ah, nipikie kwanza wali, anapikiwa leo mkanunulie basi samaki. Kwa hiyo unakuta yani, lakini bado wale walikuwa wanaenda hawachoki, na hiyo ilikuwa tunaona kwa sababu ya kupona, anap, anapata apetite ya kula kila kitu hmm. Kwa hiyo anakula kidogo anakula kidogo anakula kidogo, anaweza kala, baadaye nipashieni kile chakula changu. Kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo e, ni mtu ambaye alikuwa na apetite ya kula, alikuwa yuko happy, mnaongea hivyo. Safari yako wewe na hawa marehemu ili, ili, ilianzia wapi? Mlijua na vipi Hawa, na hawa, yani tulikuwa mimi nilikuwa mtu naye anaifaa lakini tulikuwa hatuko karibu kabisa, okay. Yani, kama hivyo unakutana, tuna mtu mnasalimiana na nijua, lakini hatukuwahi kuwa karibu. Mm. Hatu karibu kabisa, wote tulikuwa tunakutana kwenye yeah, vitu mbalimbali lakini hatukuwa karibu kabisa. Zaidi tumeanza kuwa karibu wakati Hawa anaumwa ndo ile kwenda kumfanyia interview naye, alikuwa akiwa na shida ataniambia hivyo, kwa sababu alikuwa ameshanizoea hmm. Ameshanifanya kama dada, ameshanifanya mtu wa karibu, hata mtu akiwa na muuzi atakwambia Da Imelda, ana shida naomba nisikilize, naomba unisaidie hivi, anaweza akaniambia shida yake, anaweza akalia, yani kwa ana vitu vingi okay. Nakumbuka kuna siku moja nilikuja hapa nyumbani nikamkuta hayupo, na alikuwa ameniambia nije, sijui alikuwa ameuzika nini, mwenye akawa ameondoka. Sasa mamake kaniambia, Da Imelda, hebu ongea naye afumwambie Unaondoka uje mm. tena. Basi nikamwambia Hawa, okay. mm. nimefika nyumbani kwenu haupo, na tumeaidiana kwa sababu alikuwa hapokei simu. Nikamtumia kwenye simu ya rafiki yake alikuwa nayo. Nikamwambia mwambie Hawa, mimi nimekuja nyumbani hayupo, na ninaondoka sirudi tena. Akapiga simu akasema Daimeda, please nakuja sasa hivi, dakika mbili niko hapo mlangoni. Na kweli dakika ngapi akaja. Mama akasema afadhali, ngoja nije nikaongee naye. Basi maana sio. Ni kitu gani bado kinaendelea kubaki kama kumbukumbu kumbu kwako kutoka kwa Hawa alikuwa msichana mwenye roho nzuri sana, watu ambao wa nje labda hawamfahamu. Mm. Hawa alikuwa hata kama yeye hana hii nguo, atakupa hiyo, vaa ya baki hivyo. Kwa hiyo alikuwa ni msichana yani, wenye familia yake wanamjua, ni shangazi kama ni shangazi, ni shangazi wa pekee, kama mama mdogo, ni mama mdogo wa pekee. Yaani hawa watoto wadogo zake, watoto wa, wa kaka zake, yaani wale wanamuona kama almasi. Kwa hiyo Hawa alikuwa ni mtu mwenye roho nzuri sana yaani sana, sijawahi kuona na hilo, kila mtu ukimuuliza atakwambia mm. ana roho nzuri mno mno mno mno. Ameacha okay. mm. watoto ngapi? watoto wake mmoja, na mume ajawahi kuolewa? okay. mm. sawa na, natamani pia nifahamu ili Aa, kabla umauti kumkuta alikuwa anatarajia kurudi nyumbani Tanzania, siku hii ya leo ina maana alikuwa akianza safari pengine mpaka kesho, mm. mm. angekuwa tayari ashaingia Tanzania. Aa, ulipata nafasi ya kuzungumza naye labda Nimezungumza naye juzi. Mimi nilikuwa nimeenda Bumbuli, akanipigia simu, nakuja tarehe kumi na tano Bumbuli. Nikamwambia nitawahi kukupokea, unajidekeza. Akasema, akasema hapana, Daimeda, mimi naumwa sana na, na, na, labda alipoumwa na tumbo alirudi tena hospitali, wakamwambia shida yake ni nini. Hapana, sababu hiyo, si anaweza tu akaumwa, labda amekula kitu yeah, lakini sio kwamba kitu labda cha kuumwa akasema aende hospitali sana, najua tatizo langu la tumbo, lakini sababu mwenyewe alikufa amemkuza tu, amelala yani, alikuwa ni kama mtu alipata tu kitu cha kumhangaisha usiku labda, okay, au amekufa kwa sababu mwenyewe anasema, kwa mujibu wa watu ambao wako nao, anasema mpaka saa ngapi wanaenda kumtafuta wamwamshe boda sio kawaida yake ndo akamkuta kwenye hiyo hali. Amemkuta tayari ameshafariki. Wenye hawakujua. Walikuta anatoka mapovu na kidonda kilikuwa kina damu sana. Kwa hiyo mshono, kwa hiyo ikabidi amchukue haraka kumpeleka. Okay. kila so, mm. Mtu anajua hospitali wala dada wanafanya usafi, wanamwandalia chai kama ni chakula anapenda nusu wanamwandalia. Kwa hiyo alikuwa kwa sababu huaga mara nyingi kama napenda kuchelewa kulala saa tisa na angalia movie. Mm. Kwa hiyo anajua msa muda wake wa kuamka ni saa sita saa ngapi, kwa hiyo kwa hakumsumbua. Okay. Neno gani sana ambalo hawa alikuwa akipenda kulitamka muda wote ulipokuwa naye karibu? Alikuwa ananiambiaga my brown sugar. Kwa nini? Ah, no, alikuwa anabaga anapendaga ngozi yako. Kwa hiyo alikuwa ananiambia my brown sugar, ananitaniaga hivyo wakati wote. Okay. Na akaniambiaga yani, uh, ombea Mungu nipone. Hmm. Nije nifanye chochote kama biashara, maana alikuwa anapenda sana kupika hmm. Akasema nitakuja nifufue mgawa hapa, hamna mtu atakayenikamata kwa kupika. Okay. Kila mtu atasubiri iwe siwi nani na nani, nipate hela nikufanyie kitu kizuri, kwa sababu sijakulipa hata hata. Na ambapo kitu ambacho pia kinanishangaza hawa, kwa safari alikuwa ananiambia fanya ufanyavyo. Mm. Ukipata chance ya kuja India njoo. Okay. Yani njoo na mimi nikaona hawa ni kitu ambacho alikuwa anakipenda, uh -huh. Nikamfanyia surprise okay. Mm. kwa maana hiyo safari